Ikiwa leo ni Oktoba 18 ni miaka takriban 18 mitimu tangu nguli wa muziki wa reggae barani Afrika Lucky Philip Dube afariki dunia kwa kupigwa risasi na watu ambao walikuwa ni wanyang'anyi wa kutumia silaha. Watu hao ni Sifiso Mhlanga, Mbuti Mabe na Julius Siso ambao walikili kutekeleza shambulio hilo, wakidai hawakuwa wakijua ni Lucky Dube, walitaka kuiba gari, japo mmoja wa mashahidi pia alidai waliua kimakosa kwa sababu walijua ni Nigeria. Dube alifariki dunia Oktoba 18, 2007, huko Lost Envy, Johannesburg, nchini South Africa, muda mfupi tu baada ya kuwatua wanaye wawili kati ya saba kwenye nyumba ya mjombao. Watu watano walikamatwa, lakini watatu ndio walikutwa na hatia mnamo Machi 31, 2009 na kufungwa kifungu cha maisha gerezani. Lucky Philip Dube alizaliwa Elmero, Transvaal ambao kwa sasa inafahamika kama Mpumalanga mnamo Agasti 3 mwaka 1964. Wazazi wake walitengana akiwa bado hajazaliwa na alilelewa na mama yake ambaye alimpa jina la Lucky kwa sababu ya mimba kadhaa zilizowahi kuharibika kabla ya Dube. Hivyo kwake aliona kama bahati, sambamba na ndugu zake wawili Tandi na Mandla. Dube alitumia muda mwingi na bibi yake aitwaye Sara wakati pale mama yake alipopangiwa kazi mbali na nyumbani. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa kwenye mmoja ya interview aliwahi aliyowahi kuifanya, Lucky Dube alimwelezea bibi yake kama the greatest love kwa majukumu ya kumlea hadi kumfanya Dube huyo wanayemuona. Dube ambaye alifanya kazi kama mtunza bustani alichukua maamuzi ya kujiendeleza kimasomo, na huko shuleni alijiunga na kwaya, lakini baadaye akaunda pia bend pamoja na rafiki zake iliyoitwa The Skyway Band. Akiwa shule pia alikutana na Rastafari Movement. Dube hakuwahi kuimba rege hapo kabla aliimba pop ya Kizulu iliyoitwa Mbakanga akiwa na bendi ya binamu yake iliyoitwa The Love Brothers. Dube alianza kuimba rege baada ya kugundua watu wanapenda muziki huo, na aligundua hilo alipokuwa akifanya maonyesho na The Love Brothers band, akichanganya na jeno hiyo. Jim Cliff na Peter Tosh ndio ambao walifanya Dube upende muziki huu. Albamu yake ya kwanza ya lege iliyoitwa Rastas Never Die iliuza mauzo mabovu kabisa na nakala 400 tu, ukilinganisha na zile rekodi za muziki wa mbakanga ambao aliuza zaidi ya nakala 30 ili halikumkatisha tamaa Dube. Tayari imani ya Rastafari ilimuingia. Mwaka 1985 akatoa albamu nyingine iliyoitwa Think About the Children na ikafanya vizuri zaidi. The Last Become The History, hadi umauti tunamkuta Lucky Dube alikuwa ametengeneza albamu Victim inatajwa kama ndiyo albamu yake maarufu zaidi duniani ikiuza zaidi ya nakala milioni moja ulimwenguni kote. Rekodi nyingine ni kama Slave ya mwaka 1987 iliyouza nakala zaidi ya la laki tano na hata Prison ya mwaka 1989. uh, mama yake alifariki kwa shambulio la moyo, japo wimbo wa Remember Me ni maisha halisi ya rafiki yake aitwaye Mary Tabo ambaye baba yake aliitelekeza familia yake na kwenda kuoa mwanamke mwingine. Lucky Philip Dube kwenye nyimbo zake nyingi amemtaja ya mama yake na wanawake kwa ujumla kwa pamoja kwa sababu ya ugumu wa utoto wake na namna alivyoona mapambano ya wanawake hao waliomlea, yani mama yake mzazi na bibi yake. Lucky Dube pia ni mmoja wa wanamuziki waliokuwa wakitetea usawa wa wanawake kwenye jamii. Nyimbo kama Hold On na God Bless the Woman ni mmoja ya mifano ya harakati hizo. Lucky Dube ndio msanii wa rege aliyeuza nakala nyingi zaidi barani Afrika. Alitambulika kama mfalme wa muziki wa lege barani Afrika na ndiye msanii pekee ambaye uzito wake kwenye muziki huo ushindanishwe na ayati Bob Marley. Rest in peace Lucky Dube. Bado jamii inafurahia uandishi wake, nyimbo kama Crazy World, Hold On, Slave, Feel High na nyingine nyingi zimeendelea kukamioni mwa mashabiki wengi walegi, wa muziki wa lege na wala sio kwa mashabiki wa muziki huo. Mimi ni Travis. Ciao.